Karibu kwenye chaneli yetu. Sisi ni Jiwe la Kale. Tamaduni mojawapo inayomtambulisha mwafrika ni uchezaji wa ngoma. Ni tamaduni ambayo inawafanya Waafrika kuwa wa kipekee zaidi kuliko jamii za watu kutoka mabara mengine. Tangu enzi za kale, ngoma zimekuwa si tu burudani, bali zimekuwa zikichezo kwa ajili ya kudumisha mila, kuita uwepo wa wazee wa kale, yaani ancestors, kutakasa na pia kusherehekea matukio mbalimbali ya jamii. Barani Afrika, ngoma zimekuwa zikitofautiana na zingine kufanana kulingana na ukoo ufalme au dola husika. Pamoja na ujio wa koloni na jitihada zao nyingi kufuta tamaduni za Afrika, bado mpaka leo hii ngoma nyingi zinachezwa na kudumishwa na makabila koo na falme mbalimbali. Chukua kwa mfano ngoma ya indlamu inayochezwa Afrika kusini au ngoma ya adumu inayochezwa na wamasai Afrika mashariki akbaza inayochezwa na waewe wa Ghana, sindimba inayochezwa na wamakonde nchini Tanzania na Mozambiki na nyingine nyingi zinazochezwa barani Afrika. Licha ya ngoma hizo za kiafrika kuendelea kuishi na nyingine kunusurika, historia na ushahidi unatuambia kuwa tamaduni ya uchezaji ngoma ni ya kale zaidi barani Afrika, na tamaduni hiyo inarudi nyuma zaidi ya miaka elfu tano iliyopita. Pamoja ya kwamba ufalme wa Misri ya kale ulikufa mwaka 30 kabla ya Kristo. Tunawashukuru kwa sababu wametuachia mali kale na masalia ya ufalme wao, kupitia mali kale hizo ambazo kwa namna moja au nyingine tumeweza kufahamu historia, utawala, tamaduni, dini na maisha yao ya kila siku. Kwenye kuta nyingi za mahekalu, makaburi na mabaki ya wananchi wa Misri ni malikali za michoro na michongo waliochora na kuchonga aina mbalimbali za ngoma zilizokuwa zikichezwa katika himaya au dola hiyo. Pia kuna sanamu zikionyesha Wamisri wakicheza ngoma mbalimbali zilizokuwa maarufu kwa kipindi hicho. Kosa moja kubwa lililofanywa na wanaakiolojia na wasomi wa Magharibi ni kutohusisha ufalme wa Misri ya kale na wazawa wa bara la Afrika. Hivyo kwa wasomi wa historia ya Misri ya kale na wanaakiolojia tamaduni ya ngoma na aina za uchezaji zilizochorwa na Wamisri ya kale zimekufa kama ufalme huu ulivyokufa mwaka 30 kabla ya Kristo. Lakini nikushangaze kwamba Waafrika wanaoendeleza tamaduni asili za kizawa, aina hizo za uchezaji na ngoma hizo hazijafa na bado zinaendelea kuchezwa na kudumishwa mpaka leo hii. Hivyo, kaa na mimi mpaka mwisho wa video hii tutakapoenda pitia tamaduni hizo na kuonyesha jinsi gani ngoma hizo zimeishi na zinaendelea kudumishwa kwa maelfu ya miaka. Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, basi subscribe na pia usiache kulike, share na kuweka maoni yako kwenye comment. Katika makala iliyoandikwa na mwandishi Patricia Spencer, Dance in Ancient Egypt, moja ya aina uchezaji au ngoma iliyokuwa ikichezwa nchini Misri ya kale ni ngoma iliyoitwa acrobatic dance na wanaakiolojia na wanaegyptolojia. ngoma hii imechorwa mara kwa mara sana sana kwenye makaburi ya mafarao na viongozi wakubwa wa Misri ya kale, na mfano mzuri ni mchoro kutoka kaburi, yani tumbo la kiongozi Kagemni eneo la sakara nchini Misri. Katika aina hii ya uchezaji wa Misri sana sana wanawake wamechorwa wakinyanyua mguu mmoja juu pamoja na mikono na kuufanya mgongo na kichwa kuinama hewani katika namna ambayo Patricia Spencer anaeleza kuwa katika hali ya kawaida ni ngumu kuifanya. Lakini kama umechunguza kwa makini, kundi la wanawake wengine wameonyeshwa wakipiga makofi, na hivyo inaonekana katika ngoma au uchezaji huo, wao ndio walihusika kutengeneza ala na sauti au midundo wa ngoma hizo. Changamoto kubwa ya mchoro waliotuachia wa Misri ya kale ni kwamba michoro hiyo ilichorwa kwa aina ya 2D. Kwa hivyo michoro hiyo inaonekana kwa upande mmoja tu, hivyo imekuwa changamoto kwa wanaakiolojia kuelewa na kutafsiri jinsi aina hizo za uchezaji zilivyokuwa zikichezwa. Japo mpaka leo haijafahamika jinsi ilivyokuwa inachezwa aina hii ya uchezaji iliyopewa jina acrobatic dance isingekuwa kitendawili au kiulizo kama wasomi hao wangejaribu kuhusisha aina hizo za uchezaji na ngoma asili zinazochezwa na Waafrika eneo la leo hii linaloitwa chini ya jangwa la Sahara, Wazulu Natal, Afrika Kusini. Kati ya aina ya uchezaji na ngoma maarufu inayochezwa na kabila la Wazulu ni ngoma inayoitwa Ukusina. Ngoma ya Ukusina ni ngoma ambayo mara nyingi inachezwa kwenye matukio ya sherehe na ni maarufu kipindi cha mwezi wa tisa, kila mwaka, kipindi ambacho Wazulu wanarudi nyumbani kwao eneo la Kwazulu au Natal, moja kwa moja eneo la Noingoma na kwenda kusherehekea sherehe itwayo Umkosi wa Mshilanga, tamaduni iliyopewa jina la Kiingereza the Reed Dance. Katika sherehe hiyo wasichana wengi sana sana ambao hawajaolewa na mabikira kucheza ngoma hizo katika namna ambayo inafanana sana na ile ya Misri ya kale. Uchezaji huo unaanza na kundi la waimbaji au wapiga ala na midundo za ngoma hiyo, na baada ya hapo, mchezaji au wachezaji huingia kati na kuanza kupiga makofi juu na kurusha mguu mmoja juu kwa nguvu, na baada ya hapo, unaposhuka kupiga na kukanyaga ardhi chini kwa nguvu kwa sababu wa Misri ya kale michoro yao ilikuwa ya 2D na ya upande mmoja. Wachoraji wa Misri walikuwa na uwanja mdogo wa kuonyesha jinsi aina hiyo ya uchezaji ilivyokuwa inachezwa, lakini pengine waliwaachia jamii ya Wazulu na Wanguni kwa ujumla kutuonyesha jinsi ilivyokuwa ikichezwa. Angalia kwa mfano mchoro mwingine kutoka kaburi yani, tumb la kiongozi Nebam nchini Misri wasichana wawili wameonyeshwa wakicheza wakiambatana na kundi la wapiga ala za makofi au midundo ya ngoma hiyo, karibu sawa na Wazulu wanavyocheza ngoma ya ukusina. Angalia ngoma hii ya ukusina inavyochezwa, alafu niambie, umegundua nini cha ziada? Ndiyo, wanawake wa Kizulu wamevaa karibu sawa na mavazi walioonyeshwa wa Misri ya kale Angalia jinsi shanga zilizofunga nywele kichwani kwao, pia shanga kubwa walizozivaa shingoni na baadhi ya sehemu mbalimbali za miili yao. Na angalia jinsi gani shanga hizo zinavyofanana kwa rangi na umbo na za Wamisri ya kale. Shanga za shingoni za Wamisri ya kale si tu kwenye ngoma zao, bali zilikuwa zinavaliwa katika mtindo ya kila siku ya mavazi. Ni katika jamii za asili za Waafrika pekee ndiyo tunaona aina hizo za shanga. Kwa mfano, angalie jinsi shanga hii ya Wacosa Afrika Kusini inavyofanana na ile ya Wamisri ya kale, ni karibu sawa kabisa. Lakini tukiendelea na mchoro wetu, wanawake wa Misri wameonyeshwa wakivaa mavazi ya rangi nyeupe, karibu sawa na mavazi yale ya wanawake wa Kizulu. Pia tunafahamu, kwa maelfu ya miaka, wa Afrika ndiyo wamekuwa na tamaduni ya kukaa vifua wa wazi. Si tu kwa wanaume hata kwa wanawake kwa sababu ya uwepo wa seli nyingi za melanin kwenye ngozi zao zinazokabiliana na miale ya jua. Katika mchoro huu wanawake wa Misri wanaocheza wameonyeshwa wakicheza vifua wazi, tamaduni ambayo mpaka leo hii inadumishwa na makabila ya Wanguni kama Wazulu, Watosa, Wasoto, Waswazi na kadhalika, pamoja na aina ya uchezaji fana nayo na Ukusina. Wamisri pia wametuachia aina nyingine ya uchezaji au ngoma waliokuwa akicheza, ambayo pia kwa namna moja au nyingine ngoma hiyo inaeleweka tu pale inapohusishwa na tamaduni za wazawa bara la Afrika. Katika jumba la makumbusho la Brooklyn huko Marekani limehifadhi sanamu dogo lililopewa jina ya The Female Figure. Sanamu hilo dogo liligunduliwa na Henry de Morgan mwaka 1907, eneo la el Mamaria nchini Misri. Kulingana na vipimo vya tarehe vya carbon yaani carbon 14 dating, sanamu hilo lina umri mrefu zaidi kuliko malikale yoyote iliyohifadhiwa katika jumba hilo la makumbusho huko Brooklyn, Marekani. Sanamu hilo limepachikwa katika muda wa kipindi cha nakada ya pili, kipindi cha predynastic Egypt, mwaka 3500 kabla ya Kristo mpaka mwaka 3400 kabla ya Kristo ambayo ni miaka angalau mia tatu kabla hata ya ufalme wa Misri ya kale kuanza kuibuka mnamo mwaka elfu tatu mia moja kabla ya Kristo. Nyumba la makumbusho la Brooklyn halina maelezo kamili juu ya nini hasa sanamu hilo lilikuwa likieleza au kuashiria, na kwa maelezo yao machache walionayo wanaeleza haya kupitia tovuti yao: uso wa mwanamke ni wa kipekee na pua yake iliyosisitizwa inasisitiza umuhimu wa kupumua. Kifua chake hakikufunikwa na mikono yake ipo juu ya kichwa chake mikono ikielekea ndani katika pozi la sifa na utukufu. Mikono yake inaweza kufanana na pembe za ng'ombe, wanyama muhimu katika Misri ya kale. Miguu yake imeunganishwa na kuvalishwa sketi iliyopakwa rangi nyeupe kusisitiza uzuri wa muonekano huo. Kazi ya lisi ya sanaa ya kiamshara, yani masterpiece. Mada ya sanamu hiyo ni fumbo, huenda inawakilisha mungu au mwanamke wa kawaida akitekeleza ibada zilizopotea. Mwisho nukuu. Kwa maelezo hayo, mada ya sanamu hilo isingekuwa fumbo kabisa kama angalau wangejaribu hata kidogo kutafsiri sanamu hilo kupitia kioo cha tamaduni za asili za wazao wa bara la Afrika. Hivyo na timu nzima ya Jiwe la Kale inaamini kuwa ibada zilizoelezwa na makumbusho ya Brooklyn kwamba zimepotea kwa, kwa uhalisia hazijapotea wala hazijafa, kwa sababu mpaka leo hii ibada jadi au tamaduni hiyo tangu mwaka elfu tatu mia tano kabla ya Kristu inaendelea kudumishwa eneo la maziwa makuu Afrika Mashariki. Katika eneo la magharibi nchini Uganda kuna ngoma maarufu ifahamikayo kwa jina la Igishakamba. Ngoma ya Igishakamba ni ngoma ya asili inayochezwa na jamii ya wa Wanyankole wapatikanayo kusini magharibi nchini Uganda. Ngoma au aina hiyo ya uchezaji imekuwa maarufu Afrika Mashariki na pia ni maarufu katika nchi za Rwanda na Burundi na pia huchezwa kaskazini magharibi nchini Tanzania. Ngoma hii imekuwa ikichezwa katika matukio muhimu ya tamaduni na sherehe mbalimbali katika maeneo hayo. Ndani ya uchezaji wa ngoma hiyo, utakuwa umegundua kuwa kama walivyoeleza jumba la makumbusho ya Brooklyn kuwa sanamu hilo linamwonyesha mwanamke akiinua na kukunja mikono yake katika pozi linalofanana na mapembe ya ng'ombe, basi ndivyo ilivyo kwa jamii hizo ambazo zinacheza ngoma hiyo ya Igishakamba kwa ajili ya kutukuza na kuenzi tamaduni ya muda mrefu ya ufugaji na umuhimu wa ng'ombe, sana sana wenye mapembe marefu, maarufu kama ng'ombe wa sanga, yani sanga kato au kwa jina lingine ng'ombe wa watusi ankole, yani watusi ankole breed of cow. Kulingana na wafugaji wa maeneo ya Rwanda na Uganda, ng'ombe hao wenye mapembe marefu Bos Taurus Africanus, wanachukuliwa kama marafiki wa wanadamu. Kila ng'ombe hupewa jina lake, na ni mara chache ng'ombe hao huchinjwa kwa ajili ya nyama. Ng'ombe hao huonekana kama ishara au alama ya majivuno au majigambo. Jinsi ulivyo nao wengi, basi ndivyo unavyoonekana kuwa na wadhifa au heshima kwenye jamii. Kama ilivyo kwa nyankole wa Uganda, watutsi wa Rwanda na Burundi na jamii nyingine nyingi za maeneo ya maziwa makuu zinazomtukuza ng'ombe kama ndiyo ishara kuu ya maisha, basi vivyo hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Misri ya kale ambao pamoja ya kwamba waliotukuza wanyama wengi kwenye dini na imani zao, siku zote walimuinua mnyama ng'ombe kuwa ndiyo mnyama muhimu zaidi kuliko wanyama wengine wote. Na ni jambo ambalo linapewa uzito na baadhi ya mamlaka za utalii za Misri. Kupitia tovuti ya Travel Joy Egypt inaeleza, mmoja ya wanyama muhimu sana katika utamaduni wa Misri alikuwa ng'ombe, ambaye aliashiria nguvu, uzazi na uhai. Ng'ombe wa Apis haswa alichukuliwa kama mungu anayeishi. Ng'ombe wa Apis alihifadhiwa katika hekalu la Memphis na alichukuliwa kama mwili wa mungu Ptah, hivyo na ni kitu pia ambacho makumbusho ya Brooklyn wamekiona kupitia sanamu la mwanamke huyo, the female figure, wameandika, mikono yake inaweza kufanana na pembe za ng'ombe wanyama muhimu katika Misri ya awali, mwisho wa nukuu. Hivyo barikale hiyo ya mwanamke akicheza, aliyepewa jina the female figure au the dancing female. Inaweza kueleweka tu kama ikihusishwa na jamii za Kiafrika, sana sana zipatikanazo maziwa makuu na maeneo yanayozunguka mto Nile kwa ujumla, jamii hizo ambazo tangu enzi shughuli ya ufugaji ndio uti wa mgongo wa maisha yao ya kila siku. Sambamba na malikare hiyo ya the female figure, pia ni malikare moja ya kibuyu ambacho pia kimemchora mwanamke huyo akicheza malikali hiyo imepachikwa katika kipindi hiko hiko cha pre-dynastic Egypt, lakini pengine labda bado ujashawishika. Tukichunguza zaidi malikali hiyo ya the female figure tunagundua kuwa ukiachana ya na umbo, yani shape yake ya kiafrika aliyokuwa nayo mwanamke huyo, pia viganja vyake vimeangalia juu na hivyo kufanya vidole gumba kuangalia mbele. Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, ni pozi lile lile linalochezwa na wanawake wa Kinyankole Watutsi na makabila mengine mengi yanayocheza ngoma ya Igishakamba au inavyoitwa kwa majina mengine kama ikinimba, ugutarama na kadhalika, kwa ajili ya kuiga mapembe ya ng'ombe, bostoras africanas, kama inavyosisitizwa na tovuti ya ingamzungari huko Uganda na lukuu: ngoma ya kitamaduni ya Igishakamba inasemekana kuonyesha uzuri wa ng'ombe wa jamii ya Ankole ambao wametunzwa kwa muda mrefu na aina ya maisha ya kawaida ya wakazi wa nusu ufugaji wa eneo la kaskazini mashariki ya nchi, mwisho wa nukuu. Hivyo kwa zaidi ya miaka elfu tano tunaona mwendelezo wa tamaduni ya Kiafrika iliyoshinikizwa na mnyama ng'ombe, na tamaduni ya kale ya ufugaji inayoishi mpaka leo hii. Kwa macho na tafsiri za wanaakeolojia na wasomi wa magharibi, tamaduni na dini za Wamisri ya kale zimekufa lakini kwa wazao wa bara la Afrika, utamaduni wa nchi hiyo tukufu bado unaishi na kuendelea kudumishwa. Kwenye filamu na mitandao ya kijamii na tasnia za burudani kama mziki, wamekuwa wakionyesha au kuhusisha ufalme wa Misri na ala sauti au midundo ambayo ina asili ya mashariki ya kati na bara la Asia, lakini uhalisia ni kwamba ngoma na cheza za Wamisri ya kale zilikuwa na midundo sawa na ngoma za wazao wa bara la Afrika. Na hivyo ngoma ya ukusina na Igishakamba zinasimama kama ushahidi wa mapendekezo hayo kwa sababu ni Afrika pekee ndipo dini, sanaa, tamaduni, shughuli za kiuchumi na utawala za Wamisri ya kale zinapoweza kueleweka. Japo kumekuwa na utata juu ya eneo halisi wa Misri ya kale walipotokea, eneo ambalo wamelitaja kuwa kuitwa jina la Punt au Tanjora, wengi kupendekeza kuwa eneo hilo kuwepo eneo la leo hii nchi ya Somalia lakini ushahidi mwingi unaonyesha kuwa eneo la Punti lina nafasi kubwa kuwepo eneo la maziwa makuu kama baadhi ya wasomi wanavyopendekeza. sa Wallis Budge kupitia kitabu chake The Short History of Ancient Egyptian People anaeleza na nukuu, desturi za Wamisri wa kipindi cha nasaba za ufalme zilisema kwamba nyumbani kwao, yani aboriginal homeland, kwa Misri ilikuwa ni Punti, na ingawa habari zetu kuhusu mipaka ya nchi hiyo ni ya kutatanisha, ni hakika kwamba sehemu kubwa sana yake ilikuwa katika Afrika ya Kati na inawezekana ilikuwa karibu na nchi inayoitwa katika nyakati zetu Uganda mwisho wa nukuu nashukuru kama tulikuwa wote mpaka mwisho wa video hii matengenezo ya video kama hizi huwa yanachukua muda uchunguzi na ubunifu wa kina hivyo waweze subscribe like share kwa wengine na usisahau kuacha maoni yako kwenye comment. sisi ni Jiwe la Kale tunashukuru kwa kuangalia